Kwa majina naitwa Tumaini Lusinyari Noah, pia ni mkuu wa shule katika shule yetu inayoitwa Excellent Arusha. Hii shule iko katika Halmashauri ya Meru, kata ya Keri, ni kilomita moja kutoka Main Road. iko jirani kabisa na hospitali yetu ya wilaya ya Patandi, kitu tunachojivunia kwa sasa kulingana na shule tulipoitoa sasa hivi, watoto wetu wanajiamini, walimu wanajiamini na ni weledi pia. Tumeweza kufaulisha wanafunzi tuliowapokea wakiwa katika hali ngumu ya ufundishwaji na tumeweza kuwasaidia sisi Excellent mpaka wameweza kupata grade A mwaka 2025 na, na tunategemea miaka inayokuja kwa kuwa ndo tumeanza tutafundisha kwa umakini na kwa umahiri tuki, tukiongozwa na uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa kufanya vizuri zaidi tunategemea kuwa the best school in Tanzania, not in Arusha, in Tanzania. Tuna wanafunzi wa makundi mbalimbali mbali. kuna wanafunzi ambao wametokea vituo vya, vya watoto yatima nikiwa namaanisha kuwa ni wale watoto ambao unakuta wanalelewa kwenye vituo vya watoto yatima. Kwa hiyo sisi tuko na hapa na pia tuna wanafunzi wa stafu ambao ni watoto wetu, tuko na hapa vilevile. Vile tuna wanafunzi wa maeneo yote haya ya mkoa wa Arusha wako hapa. Kwa hiyo utaweza kuona kuwa tuna makundi mbalimbali, sisi hatuchagui wanafunzi mwanafunzi yote anaweza akaja hapa ili mradi tu mzazi au mlezi wake anaweza kumlipia ada. Tunambadilisha hata kama ni, ni mwanafunzi mgumu kiasi gani, tunao uwezo wa kumbadilisha, ili mradi tu ni mwanafunzi ambaye anasikia, anaona na anaweza kuzungumza, kwa kuwa shule yetu it is not inclusive. Nikisema inclusive, ni ile elimu jumuishi sisi tunachukua wale watoto ambao sio watoto maalum katika kusoma. Kwa mwanafunzi kuna vitu vitatu ambavyo tunapaswa kutambua ili mwanafunzi aweze kufanya vizuri. Kwanza kabisa, kunapaswa kuwe na ushirikiano kati ya shule, I mean walimu, wanafunzi na mzazi. Nikiwa na maanisha inatakiwa iwe triangle, wote tunavyoshirikiana kwa pamoja ndio tunaweza kufanya maamuzi ya mtoto huyu anatakiwa asome kwa staili gani. Tukisema tumwachie mwalimu peke yake, inakuwa ngumu ni